Huyo hey, bebi amekunywa chai. Eh. Hey, hiyo no, umbwa unajua kama haijachungwa vizuri inaweza kuwa mgonjwa. Lazima uangalie uipeleke hospitali, yeah, y, na watarajia hata wakuja hata. Yes, ndio wao? Yeah. Yeah. Yes, nitaongea na wewe baadaye. Yes, karibia hapa kijana. Yes, mi si mutu a kusalimia songoje, nimeweza kuongea na simu. Yes, habari zenu? Ndio umekuja kutafuta kazi? Yes. Na simu nasimama hapa nini? Eh? Wewe kuja hapa. So tell me your names. Wewe unaitwa nani? My name is Flash. Simama hapa nini, nini. Oh? So, karibu na mimi hapa. Yes, just stand here. Songa. Umeendesha ndudi miaka ngapi nini? Mimi niko na experience ya one year. One year kwa barabara. Wewe uko na miaka ngapi? Kwa wewe si ni kijana mdogo, yeah. Hapa, kijana umemaliza kujipupulia ukapanguzwa vizuri na mama yako. Ndio kuja kutafuta kazi? Nimemaliza kila kitu. Hii pikipiki unaziendesha? Eh. Songa hapa. Songa. Wewe unaitwa nani? Ni ndio Teso. Eh. Umeteseka sana, umekuja kutafuta kazi? Eh. So, hata nimesahau kuambia jina, unaitwa Junior. Hii pikipiki Junior, ni wewe na watu wa kwenu. Hii pikipiki mwanaiona vizuri eh. This is a brand new brand new uh, Honda. Mnasikia vizuri? Mm-hmm. Uh, nataka nipe mmoja wenu. Ni mmoja wenu atapata kazi hapa. And uh, nataka requirements. Where the requirements yenye nimwambie mlete, because hizi wapatie pikipiki hivi na mimi. Niangalie hapo. Yangu ni ya jana. Mama madeni. Wewe uko na miaka ngapi kwanza tukiongea? 18 years. Kirele ndio uko nayo tu. Hivi unaweza mwili wako na kitu mzito? Well, flasha hapa. Yako wapi? Iko hapo? Iko hapo hapo. Yako umetuma? Yako wapi? Mimi unilipe 150 shillings, kijana. 150 shillings. Stupid. 150 shillings kwa pikipiki. Hii unaona ni mabati hapa? Hii sio tukutu kijana. This one is Honda. What? Eh? Eh? Unasikia? Unipe 150. 150. 150. Eh? Eh, eh? Angalia, angalia. Angalia, Angalia. angalia angalia pikipiki vizuri. Bigi bigi vizuri. vizuri. vizuri. Wewe, wewe, wewe, wewe, wewe huko. songa kama hii ni ni au watu kwanza. Wacha huyu jamaa amesema kitu nilipa kwa siku. zunguka zunguka. Hiyo Just look at that bike. That bike. motorbike very well. Angalia. Wewe angalia pikipiki zunguka, kijana. Wewe Eh? Hiyo pikipiki kuna shida mali? Kuna mali unakaa hata kwenda mali ya garage siju kutengeneza. What are you talking about 150? Hii pikipiki nikikupatia unaleta shilingi elfu moja. Stupid. Simama hapa. Mimi utaniongeza vile unataka. Kuja hapa. Kuja hapa. Umesema aje? 150. Huu kijana ananiambia aje. Kuna kitu umesema. Nijiendeshe pikipiki. Au umesema aje? Kama hutaki kutupea pikipiki na 150? Hapa pikipiki unaleta elfu moja kwa siku, ni watu wangapi nimepea mepea pikipiki unaleta? Wewe, mbona usilete 1000 kwa siku 1000 I mean. Eh? Haya, kwanza nioneshe driving license yako, nataka sasa hard copy. Wewe yako iko wapi? Sijaona wewe? Na wakati unakuja unataka kuendesha pikipiki, mbona hauna hiyo? Mango gani unakuja unavalia customer, unabeba customer kama vipi? Kwani unataka pesa? Ngoja kwanza huyo anakaa aje huyo. Just look at this person. No, hizi ni tai. Customer ataangalia tai? Ukishikwa na polisi watasema nini? Hii ni ujinga. Kitu inaweza kukunyonga kwa barabara ya ya upepo. Come on. Pepo kubwa wewe. Look at this clothes. Wewe unakuja aje kutafuta kazi ukikaa hivi hivi? Sio unanipatia kazi ama unanipa. Songa hii side. No, I'm not even exposing you because hata wengine wamekuja nao wanajua vile unakaa. Hii pikipiki siwezi kupea. Angalia jamaa vile anakaa. Mtu amevaa hizi ni nini? What are these? Hizi ni nini? Kama zile zilipatianga Kenyatta, ni hizi. Hizi si ni za hospitali hizi, zinavaliwa na wagonjwa. Eh, nini? Manasses, unatuharibia. What is this? Wewe enda nyumbani wewe. Songa. Enda kavae vizuri. Wewe unakuja kutafuta pikipiki, kazi ya pikipiki na umevaa hivi. Hapa si kazi ya ofisi unakuja kutafuta, umevaa masuti hapa, taka taka. Hii ni nini hizi? Kwenda kabisa. Wewe enda kabisa wewe. Tafuta kazi nyingine. Ha? Ha? Ha, wenda ukaa vizuri, vizuri tafute kazi nyingine huko. Na hizi ni nini? Tanzo umevaa hizi. Hizi what is this? Hizi ni nini? Tai unavalia huu. Hii ni pikipiki unaendesha. Makosa yangu iko wapi? Wewe enda nyumbani. Okay, wewe. Hata kama ni kuendesha pikipiki wewe zivaa rage tu kuendesha pikipiki. Eh? Ah, sita vaa hizi kumzima. No, because ukichukua na polisi huko watasema wewe, si ni kijana ovyo ovyo tu mwenyana. Nimekaa mtu kwa apply kazi. <laughs> Umemaliza Umemaliza Umemaliza kwanza? ya ya eh? Nimemaliza. mapema mapema? shule. shule shule shule shule. Na na na na umesema uko uko uko miaka miaka ngapi? Ngapi? 18. 18 ukona, ukona experience. Miaka mbili. Miaka mbili. 18 experience experience yako kwa kwa kwa kwa. Miaka 2 tu ukiendesha years? years Nilikuwa nafanya weekend. Nafanya weekend? unafanya Mama yako hakuna uwezo wa kukulipia school fees? Wewe kitu hapa? Ndio. but sasa uwezi unasema mdogo hivi? You don't have yaani kunidanganya. Hata badhali ule mwingine anakaa makanga. We na wewe! Unajua yes, hii pikipiki kwanza, umeongea vibaya ukienda hivi. Umesema kwa na experience umeka ngapi? Miaka ngapi? Miaka tano? Miaka tano. Mi nakujua kwanza. No I need to know you properly

Hii ni umbrella ya customer. Customer akinyeshewa, na nikupate, nipate tu kwa na issue. Hata police station utaona. Unaona mpaka iko na license? Umeona vizuri? Not license, nini? Insurance. Eh? Enda hapo kwa ofisi, enda hapo kwa ofisi utapata, utapata kinodi amekapo. Mwambia kusanie kila kitu, upeane document zote, sawa? Eh, na urudi kuja hapa, warakisho kuja hapa. Funguo ndio hiyo ready. Kenodia ee, anakuja ee, msainie kila kitu, huyu ndio ataenda na pikipiki piki. Ee, mwambie alipe, atakuwa analeta 1200. Hata ni 1000. Unajua sasa hii kazi ni mingi na wako na wateja, unajua anabeba watoto asubuhi akienda shule, sarakisha yes. <laughs> pikipiki naona iko sawa tu, kila kitu iko sawa. Yeah. Yeah.